Hello, you ULC members, leo ni siku nyingine tena, siku iliyo njema ya kumpendeza Mungu, siku yenye amani. Siku ya leo ningependa kuwashirikisha kitu kimoja, ambapo ningependa tusome kwa pamoja kitabu kimoja ambacho kinaitwa Tajiri wa Babeli au The Richest Man in Babylon, ambacho kimeandikwa na nguli mmoja anayefahamika na kujulikana kwa jina la George S. Clason. Kitabu hiki ni kizuri, nimependezwa nacho na pia ningefurahi mm, kuwashirikisha ili tusome kwa pamoja kwa njia ya voice note kwa wale ambao hawajawahi kukisoma, lakini pia kama ulishawahi kukisoma, si mbaya tukishirikishana kwa njia ya voice note Uh, ukarudia tena kukisoma kwa sababu ni kitabu ambacho ni kizuri sana na kinazungumzia masuala ya uwekezaji, masuala ya akiba, na namna ya kujiwekea kipato ambacho kinaweza kukusaidia kwa maisha ya baadaye. Tukianza na sehemu ya kwanza, sura ya kwanza, ambayo inazungumzia kuhusu mtu aliye dhahabu hapa. Tunakutana na Basri na Kobi ambao walikuwa ni marafiki wa muda mrefu sana toka utoto wao. Basri alikuwa mtengeneza magari ya kukokotwa na farasi na Kobi alikuwa mpiga kinubi mzuri sana. Siku moja Basri alikuwa akitengeneza gari lake ambalo alikuwa akim, akimaliza kulitengeneza aliuze ili apate kitu chochote kwa ajili ya mahitaji ya familia yake. Siku hiyo, mkewe Basri alikuwa amesimama mlangoni akimtazama mmewe jinsi alivyokuwa akitengeneza lile gari, na Basri akawa anatafakari kwamba ni muda gani atalimaliza kutengeneza hilo gari ili apate kuliuza na kujipatia pesa ambayo itamsaidia kwa ajili ya kununua unga, maana ndani hapakuwa na unga wala chakula chochote. Wakati akiwa amekaa akitafakari, alijiuliza maswali yafuatayo: shida ni nini? Kwa nini hakuweza kuwa na fedha na dhahabu zaidi ya zinazotosha nguo na chakula tu? Alifikiri kuhusu watu wengine. Je, hawafuati hatua zao? Kwani ana mkosi gani? Kwa nini hana vitu vizuri? Basi alijiuliza maswali haya bila kuwa na majibu kichwani. Hata Kobi rafiki yake hakuweza kupata majibu baada ya kumshirikisha alichokuwa anakiwaza walivyokuwa wanatafakari wakajadiliana, mwisho wa siku wakakubaliana kwamba kuna rafiki yao mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana huko Babeli, alijulikana kwa utajiri wake, ambaye alikuwa akiitwa kwa jina la Alkadi. Wakashauriana ili waende kumuuliza kwamba yeye amefanya nini mpaka ameweza kufikia huo utajiri aliyokuwa nao na kuweza kujulikana, ingawa walikuwa wamecheza wote. Ni kitu gani kilimfanya yeye awe tofauti na wao? Kobi, na Basri pamoja na marafiki zao wengine wakaongozana kwenda kwa Alkadi. Walivyofika kwa Alkadi walimuuliza kwamba yeye amewezaje kuwa tajiri kuliko watu wengine wote katika Babeli hata mfalme wake alionekana kuwa yuko chini kiuchumi kuliko arikadi ukiangalia hapa arikadi alikuwa ni tajiri mkubwa sana katika nchi ya Babeli alikuwa na roho ya utoaji hakuwa na choyo kwa familia hata kwa watu baki. Pamoja na kutoa, utajiri wake uliongezeka siku hadi siku, tena kwa kasi kuliko alivyotumia. Alkadi alikuwa ni mtoto wa mfanyabiashara wa kawaida tu. Wakati wa makuzi yake aliwahi kusema, nitahakikisha na mimi napata sehemu ya vitu vizuri maishani. Sitakuwa kati ya watu wa kutamani vitu vya wengine Sitaridhika na kuvaa midabwada, sitaridhika na umaskini. Baada ya kufika hapo, Basri na Kobi, Arkadi alianza kuwasimulia kwamba aliwahi kufanya kazi ya kuandika magombo mbalimbali mbali. alifanya hiyo kazi kwa muda mwingi sana lakini hata siku moja hakuweza kupata kipato ambacho kingemwezesha kufanya yale aliyoyatamani, bali pesa yake ilikuwa ikiishia katika chakula na mavazi, na hata mambo mengine hakuweza kuyatimiza. Pia pesa yake haikuweza hata kukutana na pesa ya mwezi unaofuata. Siku moja wakati akifanya hiyo kazi alitokea mzee mmoja aliyeitwa Algamshi. Mzee huyu alileta kazi yake afanyiwe, na akasema atakayeweza kuifanya hii kazi ndani ya siku mbili angeweza kumpa utajiri wake, lakini Arkadi akasema, liwalo na liwe, nitafanya hiyo kazi. Kobi alijitahidi kuandika hiyo kazi ya mzee Algamshi ndani ya siku mbili, lakini hai bila mafanikio, hakuweza kuimaliza kazi hiyo. Siku iliyofuata mzee Argamsha Al alikuja, akamuuliza: vipi kijana, umemaliza kazi yangu? Alkadi akasema: mzee, nimeshindwa. Mzee Argamsha Al akamwambia Alkadi, kwa kuwa umeshindwa ningelikuwa ni mimi ndiyo kiongozi wa nchi yako, ningelikuchapa na kukupa adhabu vikali, lakini kwa sababu si kiongozi wa nchi yako siwezi kufanya hivyo. Arkadi alitabasamu tabasam na kumwangalia mzee Argamshi kwa tabasamu lililojaa furaha usoni. Arkadi akasema akamuuliza mzee Bwa mzee Arigamshi, wewe inaonekana kuwa ni tajiri mkubwa sana nchini kwako. Je, unaweza ukaniambia siri ya mafanikio yako, ili mradi tu nitakapokuwa nimeimaliza kazi yako? Mzee Arigamshi akamjibu Arikadi, nitafanya hivyo. Fanya kazi yangu, ukiweza kuimaliza, nitakupa siri ya mafanikio yangu. Alikadi alijitahidi kufanya kwa juhudi zote, hakuweza kulala, alifanya hiyo kazi usiku kucha na kazi ilikuwa ni ngumu kulikweli. Mungu si Asmani, Alikadi aliweza kuimaliza hiyo kazi, na mzee Aligamsha alivyokuja kesho yake akamwambia, kijana, vipi, umeweza kumaliza kazi yangu? Kwa furaha Alikadi alijibu, ndiyo mzee, ingawa alikuwa amechoka macho yakimuuma, hata kichwa kikimuuma kwa usingizi na macho yakimuuma kwa sababu ya mwanga hafifu wa kibatari. Mzee Argamshi akamwambia Arikadi, kwa sababu umeweza kufanya hivyo, nami nitakupa siri ya mafanikio yangu. Nimeweza kuwa tajiri kwa muda mrefu na kumiliki mali nyingi kwa kufanya yafuatayo Sehemu ya kumi ya kipato changu ni changu. Hata wewe leo nakwambia Arkadi, sehemu ya kumi ya kipato chako ni chako. Mzee kwa tabasamu na furaha akamwangalia Arkadi usoni ili kuona anafanya nini. Arkadi alijinamia chini kwa muda akiyatafakari hayo. Kisha akanyanyua sura yake na kumuuliza mzee Argamshi, hilo tu mzee? Argamshi alijibu Ar, hilo linatosha kubadilisha moyo wa mchunga kondoo na kuwa moyo wa mkopesha pesa. Argamshi, Ar, Arkadi akauliza tena, lakini mbona kila ninachokipata ni changu mwenyewe? Mzee kwa sura ya tabasamu na macho yaliyoingia ndani ya na macho yaliyoingia ndani kwa kufichwa na mkunjamano wa sura yake alimtazama Arkadi na kumwambia, unajidanganya. Je, humlipi mshona nguo? Humlipi mtengeneza makubazi? Haulipii vitu unavyokula? Unaweza kuishi Babiloni bila kutumia pesa? Una nini cha kuonyesha kutokana na kipato chako cha mwezi uliopita? Vipi mwaka uliopita? Unalipa watu wote kasoro wewe mwenyewe, usie na akili. Unafanyia wengine kazi, ni sawa tu na kuwa mtumwa na kufanya kazi kwa anayekupa chakula na mavazi. Kila unachoweka kinatakiwa kikuzalishie. Baada ya kusema hayo, Mzee Arigamsha alimtazama Arikadi kwa furaha na tabasamu, kisha huyo akaondoka zake. Arikadi alibaki na maswali hayo akiyatafakari bila kuwa na majibu. Imeletwa kwako nami Catherine, kwa lengo la kujifunza pamoja na kutafakari kwa pamoja hiki kitabu kinachoitwa The Richest Man in Babylon, tajiri wa Babeli, ambacho kimeandikwa na George S. Clason naomba kuwasiria.